Katika juhudi za kuhakikisha umoja baina ya Wakenya wote unaenezwa zaidi na kudumu kwa miaka ijayo, viongozi wa mirengo kutoka ODM na UDA wameendelea kuunga mkono mkataba wa ushirikiano uliotiwa saini na kinara wa ODM Raila Odinga na Rais Ruto. Gavana wa kaunti ya Bungoma Kenneth Lusaka akisema kuwa Rais alishinda Raila na kura elfu mia mbili tu, hivyo ni vyema kuwajumuisha Wakenya wengine. Na niungane na wale wenzangu wamesema kushukuru Mheshimiwa rais na Mheshimiwa ra Raila Odinga kwa kuungana. Kenya tunasahau kwa haraka sana. Kura hii ilipopigwa difference ilikuwa kura elfu mia mbili thelathini na tatu na mia mbili kumi na moja. So ukiangalia it was about 48.51% which means hata Mheshimiwa Raila alikuwa na percentage kubwa ambayo ilifuata yeye. Licha ya kwamba sisi mimi niko Kenya kwanza, licha ya kwamba sisi tulishinda but you also had a following which was almost half. Sasa hawa watu wanaenda wapi? Ndiyo mheshimiwa, mmekaa pamoja wakasema wacha tuunganishe Kenya, let everybody be part and parcel of this government so that he, kitu ya kusema the winner takes it all ndio inafanya watu wanapigana, committed to the cause ambayo baba Raila Amolo Odinga na cause ambayo William Samoei Ruto wametoa, ili wa unite country and us as younger generation we have got all the responsibility to water to nurture and to support That unity. Mbunge wa Kilifi Kaskazini Owen Baya akidokezea kuwa kwa mara ya kwanza kamati za bunge zimejumuisha viongozi wa kabila zote na hata kutoka makabila ndogo bila ya ubaguzi wowote. Na hii sisi, pale bunge la kitaifa, yale mambo tumefanya hivi juzi kuchagua viongozi wa kamati zote za bunge tumeweka kila mtu kutoka kila region, kitu ambayo ilikuwa haiwezekani kwa miaka mingi. Ilikuwa makabila mawili matatu ndio watakuwa chairperson wa zile committee. Leo hakuna kabila limeachwa ama region imeachwa, katika zile kabila, katika zile committee za pale bunge. Unajua, kulikuwa kuna ku, niliona juzi kuna wabunge wengine wanashangaa ati mimi ni chairman wa committee ya bunge? Kweli mimi kweli huu umoja wa Rais William Ruto na Raila Odinga ni muhimu kwa sababu we are going to spread resources in the whole country and ensure that there is no discrimination in Kenya again. Aidha, viongozi hao wameonekana kuwarushia cheche za maneno Rigadhi Gashagwa na kumtaka kukomesha ukabila, huku wakitoa wito kwa Kalonzo kujiunga na serikali na pia kusema kuwa kila Mkenya atanufaika ikiwa ukabila utadidimia nchini, jambo ninafurahia sana kwa yale kazi mingi ambayo tumefanya apart from maneno ile ambaye tumefanya wananchi, ni kupingana na maneno ya ukabila na ubaguzi ya Wakenya ambaye kura yake tulipiga mwaka jana, kwa kumfukuza ule mtu wa mitego na kuhakikisha Kenya itabakia kuwa nchi moja, sio nchi ambayo wachache wanajihisi ni kwao na wengine wanafeel ni kama how ni strangers katika taifa letu la Kenya. Mimi I don't regret the decision. I am happy every day because I know The day that we took that decision is the day that we say Kenya shall become one and we shall not divide our country into small units, ya kusema atio nyinyi mlipiga hivi ama mulipige hivi. Tunataka nchi ambaye hakuna mtu anabaguliwa. Yule naona anapiga kelele sana alikuwa naibu wa rais kitambo, amekaa nje miaka kama kumi na tano. Hata yeye mimi naendea yeye, mimi ndiyo naenda niongee na yeye, nileta yeye karibu tufanye kazi pamoja. Wamezungumza haya katika ibada ya Jumapili kaunti ya Uasin Gishu.